a tunasikia kama kitu kimelipuka. Baada ya kuendelea kufuatilia, tukaona ni moto umeshika ume. Tumeanza jitihada za kuzima moto mapema, lakini sasa moto ukatuzidi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 huu naamini kwamba haitapita kabla hatujaanzisha ofisi hapa na kusogeza huduma ya jamii ya zimamoto karibu na huduma uh, wananchi.